Kinachosubiliwa kwa sasa katika ulimwengu wa soka hususani nchini Tanzania ni kuhusiana na tukio kubwa ambalo linafanyika siku ya leo March 24. Klabu ya Singida Black Stars kutoka mkoani Singida siku ya leo inazindua rasmi uwanja wake wa Airtel Stadium, na watu wengi wanatamani kufahamu uwanja huo utakuwa na muonekano wa aina gani? Uwanja huo utakuwa upoje? E, mpaka sasa muonekano wake ni upi? Kwa sababu kulikuwa kuna picha ambazo zilikuwa zinavuma sana katika mitandao ya kijamii kionyesha kwamba huu ndio uwanja wa Singida Black Stars, lakini picha hizo zilikuwa si za kweli na sio uwanja halisi wa Airtel Stadium ambao unamilikiwa na klabu ya Singida Black Stars. Sasa leo nimekusogezea muonekano wa awali wa uwanja wa Singida Black Stars, ambapo utajionea kwamba uwanja huu hadi sasa upo vipi, muonekano utapata kufahamu na utapata kuona kupitia YouTube chaneli yetu ya Mbayu TV. Mbayu TV kilicho bora, tunahakikisha ubora wa taarifa zetu, tunahakikisha ubora wa kile ambacho tunakusogezea wewe mtazamaji wetu. Lakini moja kati ya kitu ambacho kinaonyesha mvuto wa uwanja huu kwanza, eneo la kuchezea, eneo la kuchezea ambalo linaonekana nyasi zake zimetulia kwelikweli, lakini pia hata magoli yanaonekana ni magoli ya kisasa kabisa. Kwa hiyo hata leo klabu ya Yanga itakavyokwenda kucheza na Singida Black Stars itacheza katika uwanja ambao upo bora kweli kweli, uwanja ambao umekidhi vigezo, kwa hiyo muonekano wake. Lakini pia kitu kingine ni ukubwa wa uwanja, si uwanja ambao ni mdogo au umejibana sana, hapana, ni uwanja ambao umepata eneo kubwa. Sasa maana yake kila kitu kikaa sawa, maana yake uwanja huo ut, muonekano wake utazidi wa bora kadri siku zinavyozidi kwenda. Umeona eh? Lakini uzinduzi wa uwanja huo utatanguliwa na ufunguzi wa tawi jipya la Singida Black Stars ambalo ni tawi la Mtipa lililopo katika eneo la Mtipa jirani kabisa na uwanja wa Airtel Stadium, ambapo uzinduzi huo kwa mujibu wa afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Singida Hussein Masanza amesema uzinduzi wa tawi hilo utafanyika majira ya saa nne asubuhi. Lakini baada ya uzinduzi wa tawi la Mtipa shamra shamra za Uzinduzi wa Airtel Stadium basi zitaendelea pale katika uwanja huo uliopo pia katika eneo hilo hilo la Mtipa. Uzinduzi wa uwanja hautakuwa kinyonge, manake burudani kutoka kwa wasanii mbalimbali watapata nafasi ya kutumbuiza katika uwanja huo, hususan wasanii wa nyumbani kutokea mkoani Singida watapata nafasi katika uzinduzi wa uwanja huo wenyewe, wakifungua show, lakini pia msanii wa Bongo Flava Official Gach yeye ata perform katika masha la uzinduzi wa uwanja huo. Lakini pia mgeni rasmi ni naibu waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwana FA, yeye ndo atakuwa mgeni rasmi, licha ya kwamba kutakuwa kuna viongozi mbalimbali mbali wa serikali, viongozi mbalimbali mbali, e, wa vyama vya soka ambao watahudhuria katika uzinduzi huo. Basi huo ndio muonekano wa uwanja wa Singida Black Stars uitwao Airtel Stadium. Una maoni gani kuhusiana na muonekano wa uwanja huo? Kipi kimekuvutia zaidi katika uwanja huo? Basi tuandikie komenti yako katika ukurasa wetu wa YouTube. Lakini pia ni kipi unategemea katika mechi kati ya Singida Black Stars dhidi ya wananchi Young Africans? Unategemea ushindi wa mabao mangapi na nani atashinda katika mchezo huo? Usisite kutushushia komenti yako hapo, lakini pia subscribe katika YouTube chaneli yetu ambayo TV, pia pale Instagram unaweza kutupata kwa jina moja tu la Mbayu TV. Langu jina niite Martin Mbilinyi, ukipenda niite kocha wa mbinu na mtaalamu wa takwimu. Baibai, bye bye.